Atawekwa katikati ya milango ya pepo. Basi ukipenda, ukitaka poteza huo mlango au uhifadhi na uukombatie. Mpenzi mtazamaji, wazazi watawekwa katikati ya milango ya pepo. Kwa nini? Wao ndio watakaowapitisha watoto wao. Wazazi ndio watakaosema fulani yes aingie, fulani no atoke ndani ya pepo. Allah, kazi kwako. Sasa wewe kijana wa Kiislamu, shauri ni lako. Wewe kijana wa Kiislamu ambaye mara kwa mara unapandisha sauti yako juu ya mzazi wako akikwita, ah, mzee naye amezidi, bi mkubwa naye kelele nyingi. Hutaki kuwaenzi, hutaki kuwanyenyekea, hutaki kuwapandisha juu ya, vi, ya kichwa chako, hutaki kuwaonyesha rahma, mapenzi kwa wazazi wako. Sasa kazi ni kwako. Hauwezi kupita katika kizingiti cha Allah, katika pepo ya Allah, wakati mzazi wako ndio mlinzi wa mlango wa pepo ya Allah. Yeye ndiye atakayesema mwanangu huyu, mwanangu huyu apite, ya rab. Lakini mwanangu huyu alikuwa ni asi, asipite ya rab.